Tegemea yani kwamba leo kwamba kwa sababu sisi tuko, tuko, tuko sehemu yao ya kazi mm. Wakajua kwamba sisi tutaweka ubinadamu. Simba polini hana ubinadamu, ukiingia umekula za kichwa kama mlipoteana hivi. tulipoteana vipi sisi yani, refa yule yule refa baka mimi kana jusa yule refa kati ya wale waandamana ile alikuwepo, au vipi? Kwa sababu alikuwa anafanya vitu vya ovyo sana, akamwambia refa, angalia mimi mimi wakili wa kujitegemea, kwa mulilo mimi nitakutetea, lakini tenda haki Ndugu yangu kwa hii game ya leo, kwa anayejua soka na anayejua ubinadamu, kwamba ubinadamu uko wapi? Yule refa kazingua tu, lakini potelea mbali kwamba alipunguza magoli kwa. Jasho limewatoka. Jasho limewatoka. Simba hii kapunguza magoli, jasho limewatoka na walejua Simba Queen ndio anaingia leo. Kamba, jamani, hii Simba Sports ina mifumo elfu moja na mia mbili leo tumetumia mitatu tu, watu ulimi kama pepe lalanie la lakini alikuwa bora hapa, ubora umeutoa wapi? Ndugu yangu wale walijitanguliza wale, wale, wali na sisi formula yetu, ukicheza na Simba we, we mzidi afu uone utapata nini. Timu ipo lakini, ndugu yangu hii Simba hii yeah, tuletee timu yote unaijua Afrika hii, lakini sisi tunachotaka marefa wawe fair. kama marefa yako fair, yeah, tuletee timu yote unaijua, tuma ujumbe kwa marefa kwa marefa wawe fair, ili, ili waone Simba Sports inafanya nini waone Simba Sports inafanya nini. Wawe fea tu e, wawe fea tangu wanze kuijua Simba wewe eh. Simba ipi ilifungwa kiajabuajabu unaona, nasemaje eh? Tangu Simba wanze kuijua wewe na akili zako, unajua mi na miaka hamsini na tano sasa hizi, lakini ndani ya miaka kumi ndani ya ligi kuu sisi tunafungwa kimeujiza na, na, na waamuzi wa ambao yani unajiuliza kwamba hii beji kapewa nyumbani kwake au walipewa kwa utaratibu unaoeleweka Ay, na, no, sana. Asante sana. Simba Sports, nguvu moja. Asante sana.